mubunge bunge wa githunguri gathoni wa muchomba comba no uria wari mumemerekia kwa inoro fm ni arekorire haceke thutha wake gukorwo athiete gushakaya na muturi wa muiru uria arahotire gukorwo akuithitie fafa wao na hindi iria gathoni wa muchomba comba araheirwo kanya ageithanie muhujio hunji ucio ni araregire kumunengera kamero kaimana

na oho arakorwa akiongerera nwe wa murutire wira wa umemerekia kwa gwa gukorwa mathiko ine mashio ni undu arokire e na ti siasa sira mutwarite kundu ko oho gathoni wa mushoba ni arakorirwa akiongerera ati ona gikorwa ara imwo kimero mero ni getha dakariye musimamo wake wake uteti no agukorwa akianirira no wantam neno nio irakire imyario ya gathoni wa mushoba igogo ine ne ruri aguthika baba wa muturi wa muiro reke gutige na myario ya gathoni ile rato kire ya gukenererwo ni Akenya muno ni undu wa kwaria na ucamba atagwetigira ke kana ke akiuga ati mundu uragaga ciana citu ndangegituka wa kurekererio oguo athi na mbere na guciuraga tondu thirikari no ginya igakorwo igicekwo maundu maria ireka githikireria miari eno ya Gathoni wa Muchomba ile araririe ena ucamba muno

asante sana muthiki oria muhunjia na ninie mujumbe wa Githunguri na guthurwo nakura na guku muri gwitagwo ikino na riri ni riko rirugagira ciana ngiri mirongo itatu irio o muthenya Courtesy of the leadership of this area

Tondo ne kuhurithania turahurithania andu na kuhinsaitia andu And it is very unfortunate. mutungateri ndi mutumia wa mundu na ndi wakanida na nejoe kuhuraga siasa na kuita huraga siasa. This is a somber event. And I'm here because I mean it. I have come to bring my condolences and therefore, kugiria njaria mutungateri is also not very fair.

Ni gatho ni kujitikiria njarie na no ndirathi na mbere na gwika kampeni ya kugana one time one time one time Asante sana a Kenya, ni makiuma, na mihwa mwanya mwanya ya kuruta igie miario ya Gathoni wa Muchomba iria arahotire kwaria ona thutha wake wa gukorwo aimitwo kimero araugire gutiri mundu ungimwenderia guoya na undu ucio ni uragikenereirwo ni akenya na njira nene muno na ni tugukorwo tugi sample imwe cia comments iria akenya marahotire gukorwo makiandika kuria nendaini cia ukinyaniria tukiambiriria na uyu uria arakiugire atiriri, arambire aragwa thi na mitheko wa Muchomba never fails to hit the nail on the head aragwa thi na mitheko nake murumiriri uyu ungi arekira ndeto iyo gikonde na ku gwathe na metheko nake murumiriri oyonge oho ne ararutire mihwa yake na kuga Wamuchomba is a skilled public speaker wa defending attacking pacifying then protesting nake uyu aramucokeria ati alafu at the end huwezi mwakiusu juu hajafanya makosa agagithanduka thi na mitheko na nake muru meri uyu ni ararutire mehwa yake haria araugire ati the guy mwenye alipia wa Muchomba mic mbarikiwa sana na utaishi milele nake uyu ungi aracokia arabara thanduka thi na mitheko abarikiwe sana makiuga mundu uri uramuheire microphone iyo akoro akirathimo muno muno muno na kyo arauga the priest who was denying wa mushamba the mic ni kama ametumwa oya kiuga ati uyu alitumwa makiuga ni gutumwa aratumitwa ni getha eke giko kiuga kunyima na microphone nake oyo ge auga monya alimpia mic ni real cousin agadha doka the na mitheko nake oyo ashokia huyu pastor anafasa salamu akagwa the na mitheko nake

umelipwa tunawajua nako ya shokia i akiuga ate thirikari eno ikinyete handu horu muno hako imaginya mudwa mubunge wa gicigo kiu kamero aria na ni andu acio make muthurire make uyo ginake akauga kwani unamwagiwa unga gani si kazi yako ni kupea wa watu neno la, la ukweli la Mungu oya gachokia wameanza kuropokwa bila kujua. Nake oyoge auga the part, pigeni pastor, makofi juu ameokoka. Is not only ironical but also spitting in the eyes of the pastor. Mheshimiwa, congratulations. Nake amuromeli oyoge auga